Migogoro ya ndoa iliyokuwa ikiibuka kwenye baadhi ya familia za wakazi wa kijiji cha Zombo wilayani Kilosa mkoani Morogoro inaelezwa kuwa sasa imepatiwa ufumbuzi. Mwenyekiti wa kijiji hicho, Boni Matayo, anasema migogoro iliyokuwa ikiripotiwa ofisini kwake imepungua baada ya baadhi ya familia kuanza kula viazi lishe na maindilishe. Anasema alikuwa anapokea malalamiko kutoka kwa wanawake na wanaume kwa nyakati tofauti Wakati kutoka kwa wanawake walifika ofisini kwake wakitaka wasaidie utaratibu wa kupata talaka, wakidai kuchoshwa na wanaume wanaoshindwa kuwapa huduma ikiwamo kuwatimizia tendo la ndoa. Pia baadhi ya wanaume walifika ofisini kwake wakiwashtaki wake wao kwa kukosa uaminifu, hivyo kuwafumania hasa siku ambazo disko linapigwa kijijini hapo. Mwenyekiti anafafanua zaidi kuhusu migogoro hiyo, anasema yo migogoro nayoizungumzia anakuja mama wanahitirafiana na mmewe. Kama bwana mwezangu, kila tukilala mwezangu huye anageukia ukutani. Ukimwambia bwana geukia huku, wako nimechoka sasa. Ile hali ile, basi mama anavumilia wiki mbili, wiki tatu, utakuta mwala kidogo migogoro ndio inaanza sasa. Hapo wakifika ofisini Ukishawa bana, mama, nataka mimi aniandikie taraka yangu. Bwana mimi sikuja kula tu hapa, kama ugali hata nyumbani upo. Hata ile hali ile, ndio nasema sasa hivi inaanza kupungua baada ya kuwa nasi watu wale, kwa lugha nyepesi, wanarudi nyumbani, lakini huko wanakula tembele la kiazi lishe na ugali huu wa mahindi lishe, tunasema ah, alhamdulillah. Wanaona sasa hivi baba, tunaenda vizuri, tunaelewana, vicheko. Na kweli ukipitia pitia katika matembezi unakuta wanaongea wanaongea, paka wanapigana gonga, namna hiyo unajua. <laughs> hawa watu tayari wanaelewana. so... afisa lishe kutoka ofisi ya wilaya ya Kilosa, Zainabu Waziri, anaeleza kuhusu uwezo wa vyakula hivyo katika mfumo wa uzazi. anakuwa na nguvu hata kwenye tendo la ndoa, anakuwa anapata nguvu ya kufanikisha lile tendo la ndoa. Lakini pia kuna vitamini A, katika vitamini A vinasaidia katika kuimarisha mfumo wa uzazi, kubalansisha zile homoni za uzazi. Viazi lishe na mahindi lishe ni miongoni mwa mazao yanayolimwa kwa sasa katika kijiji hicho kutokana na mradi wa kuboresha lishe na kuongeza kipato kwa ngazi ya kaya unaotekelezwa na ushirika wa wajasiriamali wahitimu wa Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine, Sugeko, unasimamiwa na Farm Africa na kufadhiliwa na Big Lotal. Mratibu wa lishe wa wilaya hiyo Zaina Kibona anaeleza zaidi kuhusu vyakula hivyo, anasema chini kidogo lakini pia kuna wanga mwingi kwa, kwa hiyo mtu anapokula mahindi lishe ambayo yana vitamini A kwa wingi, ana anapokuwa anapata hiyo vitamini A pamoja na hiyo protini iliyomo, vitamini A inasaidia kwenye mfumo wa uzazi, kwa sababu ina tabia ya kurekebisha vichocheo vilivyopo kwenye mwili wake kwa hiyo mama anapokula au baba, mfumo wake wa uzazi unakuwa unakaa sawa, kwa sababu mtu anapokuwa na vichocheo ambavyo havijakaa sawa, mfumo wa uzazi unakuwa hauko sawa sawa. Lakini anapopata hii vitamini A ikikaa kwenye mwili wake inasaidia kutengeneza huu mfumo wa uzazi ambao unakuwa una vitu vingi. Kwa hiyo mfumo wa uzazi unapotengenezwa inakuwa rahisi inakuwa rahisi yule mama au mama kama anapokuwa anahitaji kupata mtoto, mfuko wake wa uzazi unakuwa umetengamaa, lakini pia una uwezo wa kubeba mtoto kwa muda mrefu.